Na taarifa kutoka uongozi wa Singida Black Stars mm. kuhusiana na wao kuzindua uwanja wa mpira tarehe 24 Machi. Atukuona mm. maandalizi moja kwa moja kwa sababu huko nyuma tukusikia taarifa mm. za ujenzi wa, wa uwanja, lakini mimi nimemmsikiliza vizuri msemaji wa Singida mm. eh, alivyozungumza, mimi ndo nikakumbuka, kwa sababu habari za uwanja zilikuwepo kipindi kile Mohamed Dewji akiwa yeah. mbunge wa Singida mjini mm. kwa sababu kipindi uwanja unaanza hizi harakati za kuanza mm taarifa zilikuwepo kwamba yeah. Mohamed Dewji anapambania ujenzi wa uwanja mpya pale pale Singida kwao mm. oh, ilivyotoka. Na baada ya kumsikiliza Masanza, ndo nikaja ya kuconnect dots nikakumbuka. <coughs> Yes, japo hapa katikati taarifa za ujenzi yeah. wamelifanya kwa... Mi niwapongeze Singida kwa sababu yeah. e, tumekuwa hivi yeah. vilabu vyetu vikubwa pendwa E, vimekuwa vikituhadaa viki, naweza nikasema mara nyingi e, tunaanza utaratibu wa ujenzi wa uwanja tunaonyeshwa picha tuna, alafu vinapotea hatujui e, zinapotelea wapi mm. lakini hao mm. wamelifanya kwa siri mm. na na hii ndio inapaswa kuwa e, acha tu mafanikio yajioneshe. Usipigie kelele kama hujafanya kitu chochote. Ni miongoni mwa sisi wa... walioanza harakati kwa mujibu mm. wa Masanza mwenyewe ni miongoni mwa waasisi ambao walianzisha juhudi na jitihada za ujenzi wa uwanja mm. kwa kushirikiana na kampuni ya, ya hiyo yeah, ya Airtel ndio, yeah. Maana umepewa jina la Airtel, Airtel Stadium. Yes. Sasa mimi pointi yangu kwenye, nimekuwa interested kwa sababu E, taarifa hii inakuja katikati ya vilabu hivi viwili vyetu yes, vikubwa ambavyo yes, havina man. uwanja na hatuwezi kuchoka kuwasema kwa sababu Bye. ndio vilabu ambavyo vimeshika <coughs> taswira ya mpira wa soka wa Tanzania mm. na i umri wao kija kuangalia wanakaribia karne Carne, Sasi, yes, lakini hawana hata viwanja mwingine hana hata uwanja wa mazoezi mm. e, yeah. simba wao wana uwanja ule wa muarena yanga wao wanatumia uwanja wao kwa hiyo hiyo inakupa picha E, kwamba ni kwa jinsi gani unaona kwamba kuna changamoto ya mipango mm. kwenye hivi vilabu vikubwa, au hawana uhitaji wa uhitaji wan... upo kwa sababu kama kama ungekuepo kama ungekuepo basi wangekuwa kwa sababu ungekuepo, si wangekuwa wameshaanisha nao kisha kwa timu hii unakosaje uhitaji? Uhitaji upo, ndio maana unaona kinachowakomesha mpaka mpaka sasa hivi hawana uwanja. Ndio maana hata Simba sasa hivi hapo katikati ya sakata la kukosa uwanja wa kuchezea, kwa sababu viwanja walivyovipeleka kwenye shirikisho la soka la CAF kwamba mm, mm, watatumia kwenye michezo ya kimataifa ni uwanja wa Benjamin wa Mkapa lakini na uwanja wa, wa, wa Amani ambao mm. vyote viko kwenye matengenezo, wanaondoa nyasi zile mkeka mm -hmm. wanaweka nyasi, nyasi za asili mm. na uwanja wa Taifa upo kwenye ukarabati. Sasa unaona, baada ya kuwa suspended uwanja wa Taifa Simba, sasa wana haa. Sasa, utasemaje hawana uhitaji? yeah. na mimi mimi nataka nitoe changamoto kwa hivi viwanja japo, yeah. yeah. waandishi na wachambuzi wengi walishatoa proposal hiyo mm. na maoni hayo mm. lakini Zimbabaya. Sisi tunaendelea kutoa ku, maoni yetu, hatutachoka kusema mm kwa mujibu wa takwimu za, za, za, za sensa ya mwaka 2022 222 taifa letu lina watu zaidi ya milioni 60 Sasa tuchukulie watu wanaojitambua labda wanaoshabikia soka mm. E, tuseme labda watu milioni 30 hata tuseme nani ishirini, nani tuseme milioni ishirini, tuseme labda wengine ni mfasi wa Simba na, na, na wa Yanga yeah. mm. E, sasa tuseme e, katika hiyo takwimu ya milioni ishirini Eh, tuseme kwamba Simba labda ana ana, ana, ana, ana, ana wanachama hai na mashabiki hai milioni mm. moja, tuseme no. tu kwa kadirio la chini milioni no. moja mm. The same to Yanga. Sasa tuseme kwamba labda wameamua kujenga uwanja kwa kutumia vyanzo vya mashabiki na wanachama kwa kutumia kiasi kidogo tu cha shilingi elfu moja, moja. Mm. kama una, una, una mashabiki, yes, una mashabiki ambao ni wakereketwa halisi milioni moja mm, kila mwezi wanachangia shilingi elfu moja moja, unashingapi? Nazungumzia bilioni, bilioni, bilioni moja, bilioni unazungumzia bilioni moja. Unaanza maandalizi ya ujenzi wa uwanja na ukumaliza, <laughs> sasa tujipe labda ni mwaka mmoja ama miezi sita miezi mm, sita una, unazungumzia bilioni sita mm, bilioni sita sio, unajenga uwanja unajenga uwanja tuseme labda wajipa mwaka mzima, miezi kumi na mbili, unazungumzia bilioni kumi na mbili. Lakini ina, ina inaonekana kabisa shida, shida ni mipango. Unajua hizi hizi timu zetu kubwa zinaongozwa na na na watu ambao naweza nikasema kuna kama mihemko fulani, yani kwamba kuna mtu akija akafanya hichi kitu anaweza akaweka legas ambayo yeye ndataonekana ye, ana heshima kwao, ndio maana unaona huwa kutafunana ku, a kuishi kwenye hi timu kwamba ukifanya kitu ukafanikiwa sifa unapata. Na na mimi nashangaa hicho, kwa sababu mimi na, na kipindi fulani Yanga walikuwa na changamoto ya mishahara kwa wachezaji na fedha za kuendesha klabu kipindi cha mwenye Zaera eh, walikuwa naishi kwa bakuli hadi mwenye Zaera mwenyewe alitoa, wanatembeza bakuli watu wanachanga. Juzi juzi Simba tumeona amepigwa faini na kafu walichanga si milioni thelathini na kitu na mashabiki almost ndo wamelipa hiyo faini mm. Sasa mashabiki hao wanashindwaje kuchangia shilingi elfu moja moja kila mwezi mm. na wakajenga uwanja basi, ni mipango tu ndio. Sisi bana, sisi tuwapongeze Singida, wametoa changamoto yeah, na lesson kwa vilabu vyetu hivi vikubwa, Simba na Yanga, wanakwama basi Simba na Yanga wachukue hiyo wafanyie kazi, ndio sasa. Kama ndio wanasema kutangulia sio kufika. <laughs> Ah, timu ni zetu, sasa wataendelea kutangata, ndio alitangulia kufanya wa kutanga tanga uwanja wao wamaipa, basi KMC tunaweza mm. Wajua, tukasema KMC ni timu ya ya manispaa kwa namna moja ama nyingine, serikali za mitaa, mamlaka ya serikali za mitaa ya Kinondoni imehusika. KMC tunaweza usiwazungumzie tu kabisa, unaona kabla hata kipindi koiyefu yeah. Walikuwa na uwanja wao wajifunze kutoka kwa Singida Black Stars uh, na wao wafanye kitu, tuone sisi mashabiki tuone yeah. Kitu timu zetu wakishinda, watuambie sisi uwanja tutafanya <laughs> <laughs> <Hey, bana>. Wenyewe kishinda watuambie <laughs> hata viongozi wa nchi yeah, <laughs> Mm. Au mm. Na, mimi mm. Na mm. Najaribu kufikiria mbele zaidi au Simba na Yanga ni miradi ya watu wanaona wakimiliki ambazo ni za kwao kwa mm. sababu kuna watu wananufaika sana kupitia hivi vilabu mm. Mm. Kuna watu nakuta kambi, sakwao. Kambi walikoweka kambi kwa sababu timu zinakaa kwenye majengo kwa ya na watu sio ya vilabu, ndo nakwambia sasa ni mradi wa mtu ule Sio mradi wa kwatu manake, wanalipa ukiangalia, hawa wanapokaa huku ni mradi wa mtaani kwao, ukute kuna watu nyuma bado hawahitaki eh. Wakisha kuwa na kota zao, kuwa na, na wakisha na ndo ipo kwenye maisha ka, yani yake yani ndio pigaji unaisha.